Kikatiba na sheria za nchi, hakuna madhehebu hata moja ya dini yoyote imepewa uwezo kikatiba na kisheria kutoa matamko ya ku override ma ma ma madhehebu mengine yote ya dini. Hakuna, hakuna kwa wasitokeze watu wakajibebesha hilo. Siku zote nasema Tanzania hii haina mwenyewe, wenyewe ni sote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 matamko manane yametolewa na teke manane, lakini ukenda chini chini, wenyewe wenyewe wanapingana. Matamko yale hayafanyi kazi vizuri, wenyewe wenyewe wanapingana, kwa sababu waliosimama kwenye mstari wa haki wanaona ile ni batili inayofanyika. Kwa hiyo waliosimama kwenye mstari wa haki hawaungani nao, wanaona ni batili iliyofanyika. Kwa hiyo niseme kwamba Tanzania yetu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 Huyu mtu ataendesha mpaka wakati huu. Kafanya makosa? Semeni makosa yake. Kosa la serikali ya awamu ya sita kueneza huduma bora za afya Tanzania, hilo kosa letu? Kosa letu kueneza huduma bora mashule mazuri mpaka kule vijiji, hilo kosa letu? Kosa letu kukuza uchumi wa Tanzania ukakuwa mpaka tukasifiwa duniani, hilo kosa letu? Kosa letu ni kufanya Tanzania iwe nchi ya salama ikalike na watu wafurahi. Hilo ndo kosa letu. Kosa letu ni nini? kama mtu hampendi.